Leo ikiwa ni giza totoro hapa shirika la KBC, nikiwarushia nikisema kwaheri Fredrick Parsayo, mola laze natua kazi kwenye kwenyuma. Na asante sana, kip nusu, na bila shaka mtazamaji tu, nimekuwa tukiomboleza na basi, taarifa ambayo tunatamatisha darubini nao ni kwamba familia, marafiki na wafanyikazi Wenza wamemwomboleza mtazamaji. Familia, marafiki na wafanyakazi wenza wamemwomboleza marehemu mwanahabari chipukizi Fredrick Sayialel Parsayo kama mwanahabari alijitolea na ambaye alijitahidi kufichua ukweli kuhusu masuala yanayoathiri jamii. Marehemu Parsayo aliyezikwa nyumbani kwao huko Lolgorian, Kilgoris, katika hafla ya mazishi iliyoghubikwa na majonzi alitajwa kuwa mwanahabari shupavu ambaye alitetea maslahi ya wengi na kuwa kielelezo kwa wengi. Mtazamaji, Fred alikumbana na mauti tarehe 21 mwezi Machi katika makazi yake jijini Nairobi. Na mtazamaji, tutakuacha na taarifa hiyo na kusema pole sana kwa familia, na kwa kweli tutamkosa Fredrick Parsayo. Naitwa Nancy Okware kwa niaba ya waliwote walifanikisha matangazo haya, shukran jazila. Mimi ni Ben Chumba. Katika kijiji cha Lolgorian, Kilgoris, County ya Narok, huzuni litanda wakati familia, marafiki na wafanyikazi wenza walipokusanyika kumwaga mwanahabari chipukizi wa shirika la KBC, Fredrick Sayialel Parsayo. Majonzi yalisheheni kwenye hafla ya mazishi yaliyoongozwa na kanisa la Katoliki la Sacred Heart of Jesus parokia ya Lolgorian, waombolezaji wakimtaja marehemu Parsayo kama mtu mwenye bidii na aliyekuwa na mstakabali mwema kwa familia yake. Pengo lililoachwa na kifo cha Parsayo halitazibwa kamwe. Kwenye ujumbe wa rambirambi uliowasilishwa na mhariri msimamizi wa shirika la KBC Graham Kirwa, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Agnes Kaleche alimwomboleza Parsayo kama mwanahabari aliyejitolea na ambaye alijitahidi kufichua ukweli na kutetea maslahi ya wengi katika jamii.

Marafiki wake pamoja na wafanyikazi wenza walimtaja kama mtu aliyetia moyo watu wengi na aliyekuwa na furaha kila wakati. Parsayo nimemjua sana, amekuwa rafiki yangu, nimesoma naye katika uh, chuo kikuu na baadaye tukafanya kazi pamoja. Amekuwa kijana mwenye bidii, kijana mwenye kujituma sana katika kazi yake, na mimi kama rafiki yake nitamkosa sana.

Marehemu Parsayo alifanya kazi katika shirika la KBC kwenye runinga ya Channel 1 kwa muda wa miaka mitatu hadi kifo chake. Mola ailaze roho yake mahali pema apeponi. Ruth Wamboi, Darubini.